Tukafahamu kwanza nini maana ya neno la amani. Wanawachuoni wa Kiislam, neno la amani wamelipa taarifat mbalimbali mbali. maana mbalimbali mbali. tafsiri mbalimbali mbali mimi ninachukua moja kati ya tafsiri hizo, al-amnu wal-aman, amani maana yake nini? Maana yake huwa dhiddu l-khauf. Ukisikia neno la amani, maana yake ni kutokuwa na hofu lakini pia neno la amani lina maana tumaninatu nafsi wa adamu lkhauf, kuwa na utulivu wa nafsi, hakuna kinachokutishia amani. Kutoka hapa tulipo chanika mwisho Una uwezo wa kuamka saa kumi na moja alfajiri na kwenda msikitini ili hali hakuna kinachokutishia amani. Hii ndiyo amani, unapoamka saa kumi na moja alfajiri na kuelekea msikitini huku ukiwa una utulivu wa nafsi, hakuna unachokihofia unaenda kwa mapana na marefu na unarudi kwa mapana na marefu. Hii ndio maana ya amani, kutokuwa na viashiria vyovyote vya kukutisha wewe katika maisha yako. Hii ndiyo maana ya amani. Nimesema kila anayempenda Allah na Mtume Muhammad anyamaze asikilize. Nondo kutoka kwa bwana Mtume Muhammad kuonyesha hilo, kuwatisha watu, kuwatishia watu amani, hii ni miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umekataza, katika kitabu cha sahihu Al-Imam Abi Daud

Si katika sisi asinijue na simjui, siyo katika kundi langu yeyote mwenye tabia ya kumtisha muislamu au muumini. Kitendo cha kumtisha mtu kwa lolote, kwa silaha, kwa uchawi utaona dawa yako iko jikoni tayari. Kule kumtisha mwanadamu, bwana mtume anasema hayuko pamoja na mimi, yule anayewatishia watu amani. Ni kutisha tu, bwana mtume amekwisha kukataa kwa kitendo cha kutishia watu amani. Sasa niambie kwa yule ambaye anakuwa ni chanzo cha kuharibika kwa amani ya chanika nzima, au Dar es Salaam nzima, au Tanzania nzima, au dunia nzima kwa ujumla, huyo atauona uso wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Jawabu, hapana. Kwa sababu bwana mtume kamkataa yeyote mwenye tabia ya kuatishia watu amani katika

man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika na maudhi na kero ya ulimi wake na mkono wake. Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika na ulimi wake na mkono wake. Nini maana yake? Hawatukani waislamu wenzake, hawakeri waislamu wenzake kwa ulimi wake, hawakosei waislamu wenzake kwa ulimi wake, lakini pia hawapigi, hawaonei, hawawatishi waislamu wenzake kwa mkono wake.

Muumini wa kweli hawezi kumwaga damu za watu. Muumini wa kweli hawezi kuchukua, kupora, kuiba, kuchakachua mali za watu. Kuweni makini, Waislamu, zingatieni hadithi hii nzito ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na nawauliza bwana Mtume anasemaje? Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika na mambo. Mambo mangapi? Mambo mangapi? Mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza ulimi wake, wanasalimika na mambo mangapi? Mawili, wanasalimika na ulimi wake na na mkono wake. Na muumini wa kweli ni yule ambaye watu watu wote, wawe Waislamu wawe wasiokuwa Waislamu, wanadamu wote. Muumini wa kweli ni yule ambaye wanadamu wote wanapata amani kutoka kwake, hamwagi damu zao, na wala hachukui mali zao. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa alivyokuwa ni mwalimu anakwambia, muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake wanasalimika na ulimi wake na mkono wake, na muumini wa kweli ni yule ambaye watu wote wanasalimika wanapata amani kutoka kwake, kutokana na mali zao na damu zao. Nini maana yake? Maana yake muumini wa kweli hawezi kuwa chanzo cha umwagaji wa damu, hawezi kumwaga damu za watu, hawezi kuua watu wasiokuwa na hatia. Lakini pia hawezi kuchukua mali za watu kwa njia zisizokuwa zi halali. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim anatuambia: la, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini. Na hapa anatuambia muumini wa kweli hawezi kumwaga damu za watu wala kupora mali za watu. Kazi kwako sasa, wewe bingwa wa kumwaga damu za watu na kuchukua mali za watu kwa namna moja ama nyingine.